Sofia: safari ya kupata ujauzito salama. Baridi ya asubuhi ilivuma kwa upole, ikipuliza hewa safi iliyochanganyika na harufu ya mvua ilionyesha usiku uliopita. Sofia alisimama mbele ya dirisha la chumba chake akitazama mitaa iliyoanza kuamka taratibu. Nyumba yake ndogo lakini yenye mpangilio mzuri ilikuwa kimya, isipokuwa sauti ya redio iliyokuwa ikicheza nyimbo za taratibu za Kiswahili. Alishusha pumzi ndefu, huku macho yake yakiangazia mbali mawazo yakielekea katika maumivu aliyoyapitia kwa miaka kadhaa. Miaka mitatu iliyopita alishika mimba kwa mara ya kwanza, alikuwa na furaha isiyoelezeka, ndoto zake za kuwa mama zilianza kujengeka, lakini haikuchukua muda, mimba ilitoka ghafla akiwa na wiki nane tu. Ilikuwa ni msiba kwake na mume wake Daniel. Baada ya tukio hilo alijaribu tena, lakini hali ilikuwa ile ile ile. Mimba zilitoka kabla hata hayafikisha miezi mitatu. Ilikuwa mateso makali, sio tu kimwili, bali pia kisaikolojia. Alianza kuhisi hofu, aibu na maswali mengi yasiyo na majibu. Je, alikuwa na tatizo? Je, angeweza kuwa mama milele? Sofia alikuwa amepata ushauri kutoka kwa madaktari tofauti, lakini hakuna aliyeweza kumpa jibu la uhakika. Mume wake alikuwa mvumilivu, lakini mara kwa mara Sofia alihisi kama alimhisi vibaya kwa kushindwa kumpatia mtoto. Leo ilikuwa siku ya mwisho ya kuhisi huzuni. Alikuwa amepata miadi na Daktari Chilo, daktari bingwa wa wanawake na uzazi anayeheshimika sana katika hospitali moja maarufu jijini. Alitumaini safari yake ya mateso ingeisha leo, safari ya kuonana na daktari Chilo. Baada ya kuoga na kuvaa mavazi ya heshima, Sofia alichukua mkoba wake na kutoka nje. Alimpigia Daniel simu kumjulisha kuwa anaelekea hospitalini. Nitakufuata nikitoka kazini, Daniel alisema kwa sauti yenye matumaini. Asante mpenzi, Sofia alijibu kwa upole. Alipofika hospitalini aliandikisha mapokezi na kupewa kadi ya zamu. Alikaa kwenye benchi la kungoja, huku moyo wake ukidunda kwa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Mawazo yalikuwa yakimiminika kichwani mwake kwa kasi. Baada ya kusubiri kwa muda mfupi, mwishowe, mlango wa ofisi ya Daktari Chilo ulifunguliwa. Muuguzi alimuita Sofia aingie ndani. Daktari Chilo alikuwa mwanaume wa makamo, mwenye uso wa bashasha na macho yenye utulivu. Alivaa koti lake jeupe la udaktari na glasi nyembamba za kusomea zilizoonekana kumfaa. Alimkaribisha Sofia kwa heshima, akimwonyesha kiti cha kukaa. Karibu Sofia. Naona umechagua kuja kwangu leo, niambie jinsi ninavyoweza kukusaidia, alisema kwa sauti tulivu, lakini yenye mamlaka ya mtaalamu. Sofia alishusha pumzi nzito, akihisi machozi yakimjia. Daktari, nimekuwa nikisumbuliwa na tatizo la mimba kutoka mara kwa mara. Nimepitia hali hii zaidi ya mara tatu, na siyawahi kufikisha ujauzito zaidi ya miezi miwili au mitatu. Nimekuwa nikipata maumivu makali, na kila nikijaribu tena, hali inajirudia. Sina amani, nahisi labda sitawahi kupata mtoto, alisema kwa huzuni. Daktari Chilo alimsikiliza kwa umakini, kisha akachukua daftari lake na kalamu. Pole sana kwa hali hii, Sofia nataka tuanze kwa kuelewa kwanza sababu zinazoweza kusababisha mimba kutoka mara kwa mara alisema kwa kwa kwa alisema upole lakini kwa msisitizo sababu za mimba kutoka daktari chilo alianza kufafanua kwa umakini huku akimtazama moja kwa moja machoni sofia kana kwamba alikuwa akimwahidi suluhisho One, matatizo ya kijenetiki wakati mwingine ujauzito huweza kuwa na matatizo ya kijenetiki ambayo husababisha kiini tete kushindwa kukua ipasavyo na mwili huamua kuutoa Two, tatizo la homoni homoni fulani kama progesterone ni muhimu kwa kudumisha mimba. Ikiwa mwili wa mwanamke hautengenezi progesterone ya kutosha, mimba inaweza kutoka. Matatizo ya mfuko wa kizazi. Wakati mwingine mfuko wa kizazi huwa dhaifu au haujajengeka vyema, hivyo kushindwa kushikilia ujauzito. Maambukizi. Magonjwa ya bakteria au virusi yanaweza kusababisha kuharibika kwa mimba. Pff, matatizo ya kinga ya mwili wakati mwingine mwili wa mwanamke unaweza kuona ujauzito kama kitu kigeni na kuukataa. Shinikizo la damu na kisukari: magonjwa sugu kama shinikizo la damu au kisukari yasiyodhibitiwa yanaweza kuongeza hatari ya mimba kutoka. 7. matumizi ya pombe, sigara na dawa za kulevya: hizi zinaweza kuharibu ukuaji wa mtoto tumboni na kusababisha mimba kutoka. Sofia alitikisa kichwa, akielewa kwa mara ya kwanza kuwa kuna sababu nyingi zinazoweza kusababisha hali yake. Na je, dalili za mimba kutoka ni zipi? Sofia aliuliza kwa shauku, moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Dalili za mimba kutoka, Daktari Chilo alieleza kwa makini. One, kutokwa na damu mara nyingi dalili ya kwanza ni kutokwa na damu nyepesi au nzito yenye rangi nyekundu au kahawia. 2. maumivu ya tumbo na mgongo. maumivu haya huwa makali hasa kwenye sehemu ya chini ya tumbo au mgongo. Three, kupoteza dalili za ujauzito ikiwa mwanamke alikuwa na dalili za ujauzito kama kichefuchefu na zinapotea ghafla, inaweza kuwa ishara ya tatizo. Kutokwa na mabonge ya damu, hii inaweza kuwa kiashiria kwamba ujauzito umeshaharibika. Kuhisi maumivu makali ya kukakamaa kwa tumbo, kama maumivu haya yanakuja kwa vipindi, yanaweza kuwa ishara ya mimba kuharibika. Njia za kuzuia mimba kutoka, daktari Chilo alimshika mkono kwa upole na kusema kwa sauti yenye faraja, Wanen. Kupima afya kabla ya kushika mimba, dua, kula lishe bora, kudhibiti magonjwa sugu, kuepuka pombe na sigara, kudhibiti msongo wa mawazo. Baada ya mazungumzo hayo, daktari Chilo alimpa Sofia matibabu na ushauri wa kufuata. Miezi michache baadaye, Sofia alishika mimba tena. Safari hii alifuata maelekezo yote ya daktari kwa uangalifu, mimba ilidumu. Ushauri wa kulea ujauzito kwa mtoto mwenye afya njema. Baada ya vipimo vya mwisho kuthibitisha kuwa ujauzito wa Sofia ulikuwa unaendelea vizuri, Daktari Chilo alimtazama kwa tabasamu la faraja. Sofia, umefanya kazi nzuri kufikia hapa. Sasa ni muhimu kuhakikisha unalea ujauzito wako kwa njia bora ili kupata mtoto mwenye afya njema. Alisema kwa sauti ya upole. Aliendelea kumpa ushauri muhimu. One. Kula vyakula vyenye virutubisho kama mboga za majani, matunda, protini kutoka kwa samaki, mayai na kunde pia usisahau madini ya chuma na folic acid kusaidia ukuaji wa mtoto. Du, kunywa maji ya kutosha. Mwili wako unahitaji maji mengi kusaidia mzunguko mzuri wa damu na kuepuka upungufu wa maji mwilini. Epuka epuka vyakula vyakula tari. Usile vyakula vya mafuta mengi, vyenye chumvi nyingi, au nyama mbichi. Pia epuka kafeini na pombe. Proper, mazoezi ya kawaida. Fanya mazoezi mepesi kama kutembea au yoga kwa wajawazito ili kusaidia mzunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Five, pumzika vya kutosha. Lala saa 7 hadi 9 kila usiku na epuka msongo wa mawazo ili kusaidia ukuaji mzuri wa mtoto. Six, epuka msongo wa mawazo. Tafuta njia za kutuliza akili kama kusikiliza muziki laini, kusoma vitabu au kufanya mambo yanayokufurahisha. Hudhuria kliniki kwa wakati. Kila mwezi, hakikisha unakuja hospitalini kwa uchunguzi ili kufuatilia afya yako na ya mtoto. Sofia alisikiliza kwa makini, akihisi matumaini makubwa ndani ya moyo wake. Asante sana daktari Chilo, nitazingatia yote ulioniambia, alisema huku macho yake yaking'aa kwa furaha. Miezi ilivyoendelea alifuata ushauri wote wa daktari kwa umakini. Sofia safari ya ujauzito salama hadi kujifungua. Baada ya kupewa ushauri wa awali na daktari Chilo, Sofia alirejea nyumbani akiwa na matumaini mapya. Safari yake ya ujauzito ilianza rasmi, na kila mwezi alihakikisha anafuata maelekezo ya daktari kwa umakini. Hapa chini ni mwendelezo wa safari yake mwezi kwa mwezi hadi kujifungua mtoto mwenye afya njema. Mwezi wa kwanza. Katika mwezi huu wa kwanza, Sofia aligundua kuwa ana ujauzito kwa kufanya kipimo cha nyumbani na baadaye kuthibitisha hospitalini. Daktari Chilo alimpa ushauri wa kwanza: matumizi ya folic acid mcg 400 to 600 kwa siku, ili kusaidia ukuaji wa ubongo na uti wa mgongo wa mtoto. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa kwanza Kuanza kutumia vitamini za wajawazito prenatal vitamins. Kuepuka pombe, sigara na vyakula vyenye sumu kama samaki wenye zebaki. Kupunguza matumizi ya kafeini chini ya 200 mg kwa siku. Kula vyakula vyenye madini ya chuma na protini nyingi. Wiki wa pili, Sofia alianza kupata dalili za ujauzito kama kichefuchefu, uchovu na kutopenda harufu fulani. Daktari Chilo alimwambia ni kawaida na akamshauri kula milo midogo mara kwa mara ili kupunguza kichefuchefu. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa pili: kupumzika vya kutosha ili kuhimili uchovu, kunywa maji ya kutosha, angalau glasi 8 kwa siku, kuhakikisha lishe inakuwa na protini ya kutosha kwa ukuaji wa mtoto, kuendelea na matumizi ya folic acid. Sasa tumbo la Sofia lilianza kubadilika kidogo. Alihisi mabadiliko ya kihisia kutokana na homoni, lakini alihakikisha anajitunza kwa kuzingatia afya ya akili na mwili. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa tatu: kufanya uchunguzi wa awali wa ultrasound kuhakikisha mimba inakuwa vizuri, kuendelea kula vyakula vyenye madini ya kalsiamu kwa ukuaji wa mifupa ya mtoto kwanza, kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au yoga kwa wajawazito kuepuka msongo wa wa wa mawazo kwa kusikiliza muziki wa utulivu au kufanya mambo anayoyapenda. Mwezi wa nne, Sofia alianza kuhisi nafuu, kwani kichefuchefu kilipungua. Mimba yake ilianza kuonekana zaidi na alianza kuhisi ongezeko la nishati mwilini. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa nne: kuendelea kuhudhuria kliniki kwa uchunguzi wa afya ya mtoto, kuhakikisha anapata vyakula vyenye madini ya chuma ili kuzuia upungufu wa damu kulala kwa ubavu kwa ubavu ili kuboresha mzunguko wa damu kwa mtoto kwanza. Kuvaa nguo za wajawazito zinazompa uhuru wa mwili. Mwezi wa tano, huu ulikuwa mwezi wa msisimko. Sofia alianza kuhisi mtoto wake akicheza tumboni kwa mara ya kwanza. Alienda kwa Daktari Chilo kwa ultrasound kuona jinsi mtoto anavyokuwa. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa tano: kufanya ultrasound kuona jinsia ya mtoto, ikiwa anataka kujua kula vyakula vyenye madini ya magnesiamu kwa ukuaji mzuri wa mifupa kuanza kuzungumza na mtoto tumboni kwani anaanza kusikia sauti za nje kupunguza matumizi ya chumvi nyingi ili kuzuia shinikizo la damu mwezi wa sita. wiki 20 sofia alihisi mtoto wake akikua kwa kasi tumbo lake lilikuwa zaidi na alianza kuhisi maumivu madogo ya mgongo kutokana na uzito wa mtoto mambo muhimu ya kufanya mwezi wa sita. Kwanza, mazoezi mepesi ya kujinyoosha ili kupunguza maumivu ya mgongo, kuhakikisha anapata madini ya zinki kusaidia kinga ya mwili, kupumzika vya kutosha na kuepuka shughuli nzito, kuendelea na uchunguzi wa kila mwezi hospitalini. Mwezi wa saba, wiki 2328. huu ulikuwa mwezi muhimu kwa sababu mtoto alianza kuchukua nafasi kubwa tumboni na Sofia alianza kuhisi usingizi kuwa mgumu. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa saba kulala kwa ubavu wa kushoto ili kuboresha mtiririko wa damu kwa mtoto, kuanza maandalizi ya kujifungua kwa kusoma kuhusu njia bora za kupunguza uchungu wa kujifungua, kupunguza matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi ili kuepuka kisukari cha mimba, kufanya uchunguzi wa kiwango cha damu na sukari mwilini. Mwezi wa nane, Sofia alianza kujisikia mlemavu kidogo kutokana na uzito wa mimba. Alianza pia kuhisi mikazo ya tumbo isiyo ya kawaida ambayo daktari alimwambia ni kawaida na inaitwa Braxton Hicks contractions. Mambo muhimu ya kufanya mwezi wa nane: kuanza kupanga hospitali ya kujifungulia na kuchagua daktari wa kumsaidia kujifungua, kuandaa begi la hospitali lenye mahitaji muhimu ya kujifungua, kuepuka kusimama kwa muda mrefu ili kupunguza uvimbe kwenye miguu, kuendelea kula lishe bora yenye protini na madini muhimu. Mwezi mwezi wa tisa. Hatimaye, mwezi wa hatimaye mwisho ulifika. Sofia alihisi mchanganyiko wa msisimko na hofu. Alikuwa tayari Sofia, safari ya ujauzito salama hadi kujifungua. Baada ya kupewa ushauri wa awali na Daktari Chilo, Sofia alirejea nyumbani akiwa na matumaini mapya. Sofia amuhoji Daktari Chilo kuhusu magonjwa hatari kwa mjamzito. Baada ya miezi mitatu ya ujauzito wake kuendelea vyema, leo ilikuwa siku muhimu kwa Sofia. Alikuwa na miadi ya kufanya uchunguzi wa ultrasound ili kuona maendeleo ya mtoto wake tumboni. Moyo wake ulikuwa na msisimko lakini pia hofu kidogo, alionekana mwenye wasiwasi. Daniel, mume wake, alishikilia mkono wake kwa upendo, wakiwa wameketi kwenye chumba cha kusubiri hospitalini. Baada ya dakika chache, muuguzi alimuita Sofia kuingia katika chumba cha uchunguzi. Alikaa kwenye kitanda maalum, huku daktari Chilo akitayarisha kifaa cha ultrasound. Haya Sofia, tuanze uchunguzi wako wa leo hakikisha una relax ili tushuhudie maendeleo ya mtoto wako. Daktari Chilo alipaka gel baridi kwenye tumbo la Sofia na kuanza kupitisha kifaa cha ultrasound juu ya ngozi yake. Skrini ilionyesha taswira ya mtoto wake mdogo akiwa anatembea tumboni, machozi ya furaha yakimtoka. Unamuona mtoto wako Sofia, anaendelea vyema sana, mapigo yake ya moyo ni imara, Daktari Chilo alisema kwa tabasamu. Sofia alijawa na furaha, lakini pia alihisi haja ya kuuliza maswali muhimu. Daktari, nimekuwa nikisikia kuhusu magonjwa hatari kwa wajawazito. Naomba unielezee ni magonjwa gani ambayo ni hatari kwa ujauzito wangu na ninawezaje kujikinga nayo? Daktari Chilo alitikisa kichwa kwa kuelewa. Swali zuri sana Sofia, kuna magonjwa kadhaa ambayo ni hatari kwa mama mjamzito na yanaweza kuathiri afya ya mama na mtoto. Hebu nitakuelezea mojawapo ya magonjwa hayo pamoja na jinsi ya kujikinga magonjwa hatari kwa mjamzito na namna ya kujikinga. 1. Ugonjwa wa kisukari cha ujauzito. Hatari: unaweza kusababisha mtoto kuwa mkubwa wakimwa kupita kiasi, hivyo kuongeza hatari ya kujifungua kwa upasuaji. Unaongeza uwezekano wa mtoto kupata kisukari baadaye maishani. Jinsi ya kujikinga: kufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa muda wa dakika thelathini kila siku, kula chakula bora kilicho na wanga kidogo na protini nyingi kufanya vipimo vya sukari mara kwa mara ili kuhakikisha kiwango cha sukari kinadhibitiwa. du shinikizo la damu kwa mjamzito. Hatari inaweza kusababisha kifafa cha mimba na kuathiri mishipa ya damu, figo na ini. Inaweza kusababisha mtoto kuzaliwa njiti au kifo cha mama na mtoto endapo haitadhibitiwa. Jinsi ya kujikinga: kupima shinikizo la damu mara kwa mara katika kliniki kula chakula chenye madini ya potassium na magnesium kama ndizi, mboga za majani na parachichi. Kupunguza matumizi ya chumvi kupita kiasi. Kupunguza msongo wa mawazo na kupata muda wa kupumzika. Maambukizi ya mfumo wa mkojo, urinary tract infection. Hatari. Inaweza kusababisha uchungu wa kujifungua mapema. Inaweza kuathiri figo na kusababisha matatizo makubwa kwa mama. Jinsi ya kujikinga. Kunywa maji mengi kila siku, angalau glasi 8. Kuvaa nguo za ndani zilizotengenezwa kwa pamba ili kuepuka unyevunyevu, kutokujizuia kwenda haja ndogo kwa muda mrefu. Kutumia sabuni isiyo na kemikali kali kusafisha sehemu za siri. Malaria kwa mjamzito hatari. Inaweza kusababisha kuharibika kwa mimba au kujifungua mtoto njiti. Inaweza kuathiri ukuaji wa mtoto tumboni. Jinsi ya kujikinga. Kulala kwenye chandarua chenye dawa kila usiku. Kuepuka sehemu zenye mbu wengi. Kutumia dawa za kuzuia malaria kwa wajawazito kwa mujibu wa ushauri wa daktari. Pff. Toxoplasmosis hutoka kwa, kwa paka na chakula pichi. Hatari, inaweza kusababisha mtoto kuzaliwa na matatizo ya ubongo na macho. Jinsi ya kujikinga: kuepuka kula nyama mbichi au isiyopikwa vizuri, kuosha matunda na mboga kwa maji safi kabla ya kula, kuepuka kusafisha kinyesi cha paka bila kuvaa glovu. 6. Rubela ya Kijerumani. Hatari: inaweza kusababisha mtoto kuzaliwa na matatizo ya moyo, macho na ubongo. Jinsi ya kujikinga: kupata chanjo kabla ya kushika mimba, kuepuka kuwa karibu na watu walio na dalili za mafua makali. Sofia alishika tumbo lake kwa upendo. Daktari, asante kwa kunielimisha, sasa naelewa jinsi ya kujikinga na magonjwa haya. Daktari Chilo alitabasamu. hakuna shaka Sofia, ukiwa mwangalifu utapata mtoto mwenye afya njema. Endelea kula lishe bora, kupumzika na kuhudhuria kliniki kwa wakati. Sofia alitabasamu kwa furaha, akijua kwa sasa anajua jinsi ya kulinda afya yake na mtoto wake. Aliinuka na kumshika mkono Daniel, tayari kuendelea na safari yao ya kupata mtoto salama. Afya update.